Nguvu halisi ya mafanikio hupatikana kutokana na kushirikiana na akili sahihi, yani master mind, kugeuza tamaa kuwa ubunifu yani sex transmutation, kudhibiti akili ndogo yani subconscious mind, kutumia nguvu ya ubongo yaani the brain, hadi kusikiliza sauti ya hekima ya ndani yani sixth sense bila ya hizi zote mafanikio utayasikia kwa moto tu. Naomba ukae hapo ha, tuichambue moja baada ya nyingine, ambazo zote hizi zinapatikana kwenye kitabu cha Think and Grow Rich cha Napoleon Hill. Kanuni ya tisa, Mastermind, nguvu ya kushirikiana na akili za wengine. Napoleon Hill aliona kwamba hakuna mtu yoyote aliyewahi kufanikisha jambo kubwa kabisa peke yake. Akili ya mwanadamu ni yenye kikomo inapokuwa peke yake, lakini inaposhirikiana na akili za wengine kwa mshikamano wa malengo, huzanisha nguvu ya kipekee anayoiita Mastermind. Mastermind si ushirika wa kawaida tu wa watu kukaa pamoja, bali ni mshikamano wa kiakili kihisia, na kimaadili ambapo kila mshiriki analeta nguvu yake na mawazo yake, kisha kwa pamoja wanaibua nguvu ya tatu ambayo ni kubwa kuliko jumla ya kila mmoja. Hill anasema hii ni kama umeme unaozalishwa pale akili mbili au zaidi zikikutana kwa maelewano kamili. Kwa mfano, mtu mmoja anaweza kuwa na wazo la kibiashara lakini hana mtaji, mwingine ana mtaji lakini hana wazo, watatu ana mtandao wa watu wa kuunganisha. Wakikutana kwa mshikamano na kuaminiana, wanazalisha nguvu mpya inayowezesha biashara hiyo kufanikishwa. Mfano mwingine, Sergey Brin na Larry Page walipoanzisha Google, walileta mawazo tofauti lakini yenye lengo moja. Ushirikiano wao ukazalisha kampuni kubwa kuliko wangeweza kufanya kila mmoja peke yake. Katika maisha ya kila siku, kijana akijiunga na kikundi cha biashara anapata mawazo mapya, msaada wa kifedha na hata motisha ya kuendelea pale anapokata tamaa. Mafunzo: chagua watu chanya wenye dira sawa na wewe. Mastermind inahitaji mshikamano, si wivu au migongano. Ukiwa peke yako unaweza kufanikisha mengi, lakini ukiwa na kundi la akili zinazoshirikiana kwa mshikamano, unaweza kufanikisha makubwa zaidi. Sura ya kumi: The Mystery of Sex Transmutation, nguvu ya tamaa kubadilishwa. Hill anaeleza kwamba tamaa ya ngono ni nguvu kubwa zaidi inayosukuma watu katika maisha yao. Ni tamaa ya asili yenye nguvu ya kushawishi hisia, vitendo na hata fikra Tatizo ni kwamba wengi huacha nguvu hii ikipotea kwenye anasa pekee, lakini mtu mwenye hekima huchukua nguvu hii na kuibadilisha, yaani transmute, kuwa nishati ya ubunifu, msukumo wa kufanya kazi kubwa, na hata mvuto wa kuvutia watu sahihi. Hill anaamini kwamba kila mtu aliyefanikisha mambo makubwa alikuwa na uwezo wa kugeuza tamaa hii kuwa ubunifu na msukumo wa kudumu. Nguvu hii huleta faida tatu kuu: ubunifu inakupa msukumo wa mawazo mapya; uongozi inakupa mvuto wa asili unaofanya watu wa kusikilize; motisha inakupa ari ya kusukuma mbele hata unapochoka. Mfano halisi, Thomas Edison na wavumbuzi wengine walitumia nishati hii kama chanzo cha ubunifu wao. Katika maisha ya kila siku, kijana anaweza kutumia nguvu hii kuwekeza kwenye kusoma, kuanzisha biashara au kujenga afya badala ya kuiacha ipotee kwenye tamaa za muda mfupi. Mafunzo. Kila mtu ana nguvu hii ndani yake. Ukiiacha itumike hovyo, itakuangusha. Ukiigeuza kuwa ubunifu na maendeleo, itakuwa silaha kubwa ya mafanikio yako. Kanuni ya kumi na moja, the subconscious mind akili ndogo fahamu. Subconscious mind ni kama daraja kati ya akili ya kawaida na the universal mind, chanzo cha mawazo yote. Hill anasema subconscious hupokea kila kitu tunachokifikiri, tunachokisoma na tunachokirejea mara kwa mara. Haina uwezo wa kuchambua kama jambo ni jema au baya, inachukua tu mawazo na kuyaweka ndani kisha baadaye hutupatia matokeo. Kwa hiyo mtu anapojirudia, mimi siwezi kila siku, subconscious yake inakubali hali hiyo na kuhakikisha kweli hafanikishi jambo lolote. Lakini mtu anayejirudia ninaweza kila mara, subconscious yake inamsukuma kuchukua hatua zinazolingana na maneno hayo. Hill anasisitiza kwamba njia pekee ya kuathiri subconscious ni kupitia hisia zenye nguvu kama imani, tamaa na uthabiti. Mawazo yenye hisia kali ndiyo yanayozama haraka kwenye subconscious. Mfano, wanariadha maarufu hujifunza kurudia maneno ya ushindi kabla ya mashindano. Wanapoingia uwanjani, subconscious yao inawasukuma kushinda. Mfanyabiashara anayejirudia kila siku naleta wateja wapya hujipata akifanya vitendo vidogo vidogo vinavyovutia wateja bila hata kutambua. Mafunzo: linda subconscious yako, usisome kila kitu, usisikilize kila kitu, usikae na kila mtu. Rudia maneno ya kujithibitisha kila siku kwa imani kubwa. Subconscious yako ni kama bustani, panda chanya, uvune chanya, Panda hasi uvune matatizo. Kanuni ya 12: the brain, ubongo. Hii lanaofananisha ubongo na kituo cha redio kinachotumwa na kupokea mawimbi ya mawazo. Kila mawazo tunayoyabeba huunda mitetemo ya umeme. Kadri mawazo hayo yanavyokuwa na nguvu, ndivyo yanavyovutiwa na akili za wengine na kuvutia mawazo yanayofanana kutoka kwenye ulimwengu. Kwa mfano, mtu anapokuwa na hofu kubwa huvutiwa na mawazo ya hofu zaidi kutoka kwa wengine, lakini mtu mwenye imani na matumaini huvutia watu na mawazo yenye imani na matumaini pia. Hii ndiyo sababu mazingira yetu ya kijamii yana nguvu kubwa. Ubongo unaathiriwa sana na mawazo ya wale unaokaa nao. Mfano, Apple Inc ilifanikisha masababu Steve Jobs alijizungusha na watu babunifu wenye mitazamo mikubwa. Ubongo wao kwa pamoja uliunda nguvu ya ubunifu isiyo na kikomo. Katika maisha ya kawaida, ukiwa karibu na watu wanaopenda kulalamika, ubongo wako unaanza kushikamana na hali hiyo ya kulalamika. Ukiwa karibu na watu wanaotafuta suluhisho, ubongo wako unachukua mtazamo huo. Mafunzo: ubongo wako ni sumak, huvutia mawazo kulingana na mazingira yako. Chagua marafiki na watu wa kushirikiana nao kwa makini. Linda kile unachokisoma, unachokisikiliza na unachokiona, kwa sababu vyote huathiri mitetemo ya ubongo wako. Kanuni ya 13: the sixth sense, hisia ya sita. Hill anasema sixth sense ni kama mlango wa hekima ya ndani, ni kama sauti ya ndani inayokupa mwelekezo bila kupitia hoja za kawaida. Hisia ya sita sio uchawi, bali ni matokeo ya nidhamu ya akili iliyojengwa kwa kutumia kanuni zote kumi na mbili zilizopita. Mtu anapojifunza kufikiri chanya, kushirikiana na akili bora, kuilisha subconscious yake kwa mawazo mema na kuilinda akili yake, akili yake hufikia kiwango cha juu zaidi cha ufahamu. Katika kiwango hiki, mtu hupokea mwelekezo wa ndani, mara nyingine hujidhihirisha kama, mara nyingine kama msukumo wa kufanya jambo. Mfano, Henry Ford na wafanyabiashara wengine wakubwa mara nyingi walihisi ndani yao kwamba mradi fulani utafanikisha au kuanguka kabla ya kupata ushahidi wowote wa wa wazi. Hisia hiyo mara nyingi ilikuwa sahihi. Mtu anaweza kuhisia kuepuka njia fulani na baadaye kugundua kulikuwa na ajali pale. Mafunzo: Hisia ya sita hujitokeza ukiwa na nidhamu ya akili. Sikiliza intuition yako, mara nyingi ni sauti ya hekima kutoka ndani au kutoka the universal mind. Usipuuzie hisia zako za ndani, kwa sababu zinaweza kukuokoa au kukupeleka kwenye fursa kubwa. Na hapa ndipo mwisho wa kitabu cha Think and Grow Rich. Tupe maoni yako, umejifunza nini kutoka kanuni ya kwanza mpaka ya kumi na tatu? Pia usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare Tupe maoni yako kwenye comment hadi muda mwingine. Bye bye.